Mwanaisi nesijana kulikuwa na Kairo dabi ya Misri ambapo Ahari ya Misri walitakiwa kukutana na Zamalek ya Misri, lakini mechi hiyo haikufanikiwa kuchezwa baada ya Ahari kuacha kuleta timu yao uwanjani na shirikisho la mpira wa miguu nchini Misri wakawapa Zamalek ushindi wa magoli matatu na Zamalek wakapata points tatu katika mechi hiyo. Kwa nini mafarao nchini Misri hawakuleta timu wanjani? Kwa kawaida mechi ya Cairo Dabi kuanzia first official refali wa katikati na washika vibendera wote w wanatoka nje ya nchi, lakini katika mechi ya jana waamuzi wote kuanzia first official, washika vibendera wote wawili pamoja na mwamuzi wa kati walikuwa ni raia wa nchini Misri, kitu ambacho Ahali waliona hakiko sawa na wakukubaliana na wao kwenda kucheza mechi mpaka pale shirikisho la mpira wa miguu nchini Misri watakapobadilisha waamuzi swali linabaki hapa. Je, utaratibu wa Cairo Dabi kuchezeshwa na waamuzi kutoka nje upo kikanuni? Jibu ni hapana. Ndio maana shirikisho la mpira wa miguu nchini Misri waliamua kuwapa pointi tatu na magoli matatu Zamalek. Madai ya Ahli ya kugomea mchezo kwa sababu ya kutokuwepo na waamuzi kutoka nje ya nchi hayakuwepo kikanuni kwenye kanuni za mashindano ya ligi kuu ya nchini Misri. Ndio maana shirikisho la mpira wa miguu nchini Misri liliamua kwamba mechi hiyo iendelee pamoja na kwamba Ahali kutangaza kwamba hawato kuwepo uwanjani. Turudi kwenye mechi ya Kariakoo Derby ambayo itakiwa kufanyika tarehe nane mwezi wa tatu mwaka 2025 ambapo Simba Sports Club walitangaza kutokupeleka timu yao baada ya kunyimwa nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa siku moja kabla ya mechi, kama ambavyo kanuni zinavyodai kwamba timu geni lazima ifanye mazoezi siku moja kabla ya mechi husika, lakini Simba Sports Club hakupata nafasi hiyo baada ya kunyimwa nafasi hiyo ya kufanya mazoezi ndio maana wakatangaza kuto kupeleka timu katika mechi ya tarehe nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano baada ya kutangaza kuto kupeleka timu bodi ya ligi kuu Tanzania Bara iliamua kugairisha mchezo huo turudi kuainisha matukio yote mawili yani tukio la kwanza lile la Cairo dabi na tukio la pili la Kariako dabi kwenye tukio la Cairo dabi, shirikisho la mpira wa miguu nchini Misri liliamua mchezo huo uendelee kwa sababu madai ya timu ya Ahali hayakuwepo kikanuni. Turudi tena kwenye Kariakoo dabi, madai ya Simba Sports Club kuahirisha mchezo wa Kariakoo dabi kutokana na wao kunyimwa fursa ya kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin William Mkapa yalikuwepo kikanuni, kwamba timu itakaponyimwa kufanya mazoezi katika uwanja husika siku moja kabla ya mechi wanaweza wakatangaza kugairisha au kutokupeleka timu yao uwanjani kikanuni. Je, wanaruhusiwa hivyo? Jibu ni hapana, hawaruhusiwi hivyo. Kama timu mgeni itakaponyimwa nafasi ya kufanya mazoezi katika uwanja husika siku moja kabla ya mechi husika, hawatakuwa na uwezo wa wao kuto kupeleka au kufanya maamuzi ya kutokupeleka timu uwanjani kikanuni, hawaruhusiwi, lakini kanuni zinadai kwamba timu mwenyeji atapewa adhabu, kupigwa faini ya milioni moja mpaka milioni mbili kama watakuwa hawajatengeneza mazingira mazuri kwa timu mgeni kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi husika. Kwa maana hiyo, Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania pamoja na Bodi ya Ligi Kuu Tanzania hawakupaswa kugairisha mchezo huo kwa sababu madai ya Simba yalikuwa sio madai ya kikanuni ambayo yangewawezesha wao au yangewapa wao nguvu ya, ya, ya kutokupeleka timu uwanjani. Kwa hiyo hiyo tarehe nane shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania pamoja na bodi ya ligi wangeendelea na msimamo wao wa kwamba mechi ya Kariakoo dabi ingefanyika kwa sababu hakukuwepo kabisa na kanuni ambayo ingewapa nguvu ya wao kugairisha mechi hiyo. Kwa hiyo wangeendelea na taratibu zote za mchezo husika na kama Simba wasingetokea katika uwanja wa Benjamin William Kapa tarehe nane mwezi wa tatu mwaka 2025, basi Young Africans wangepewa hizo alama tatu pamoja na magoli matatu na Simba Sports Club wangeporwa alama 15. Kuna sababu gani ya kuwa na mavazi mara tatu kubadilisha siku moja? Kuna sababu gani? hizo ni gharama jamaa ametumia milioni karibu mia mbili mia tatu ya harusi kwa kufanya mambo ya mjini, ndio ile yeah. Ilichukua hata wiki ah, wiki imekufa, binti anataka yeah, kurudi nyumbani, mambo yanaanza kuwa mengi. Jamaa namuuliza hiyo yani, baada ya kutumia haya yote ya, demo anamwambia nataka kurudi nyumbani. Nakumbuka mshikaji wangu mmoja hivi alimwacha hivy, aimwacha demo tu, kisa alimwambia ni posti kwenye Instagram yako. <laughs> <laughs> Demo huyo katatu, kuposti. Be, baby, ni, post. Hey. Hey. Hey. Akambia ni posti kwenye Instagram yako hey. Demo kagoma hey. Kugoma basi akambia basi tunapenda kuchukua wanawake ambao zetu yani, na... umeipenda PC hapo, sio ligi yako, sio ligi yako Na magwiji, hmm. Na hapo sasa ndio unapoumia. Kuna watu kwenye kwenye status status magwiji akimposti demo huyu hapa wanakula bloku mwana <laughs> <laughs> <laughs> Roundup 2.0, hivi karibuni kupitia SnS Premium.